Rais Samia, kwa upendo kabisa wa Kimungu, ninaomba huu ujumbe kufikie pamoja na Watanzania wote. Nitangulie kusema kwamba sikuwahi kuwaza hata siku moja ya kwamba huduma aliyonipa Mungu itaweza kunifikisha Marekani na kuniunganisha na huduma kubwa ya mtumishi wa Mungu, Leonard Bonke, Class for all Nation, ambaye amehubiri watu mamilioni ya watu lakini Mungu alianza kunionyesha kuanzia kwenye ndoto, nilipokuwa na mzigo wa kuombea taifa la Tanzania na uamsho wa Injili kwa Mungu, akawa ananionyesha ndoto za huduma na ndoto za taifa. Sasa nilipoona zile ndoto ambazo Mungu alikuwa ananionyesha juu ya huduma zinatimia nikajua wazi kabisa kwamba hata zile ndoto za kitaifa ambazo Mungu amekuwa akinionyesha na zenyewe zitatimia, na zingine tayari zimeshaanza kuziona dalili, na zingine tayari zimeshaanza kutimia. Mfano, kwa habari ya watu kutekwa na watu wasiojulikana, Mungu aliniotesha wa kupitia ndoto mm, ambapo niliona yaani, naomba nisielezee mtafuatilia huko nyuma kwenye video ambazo zimepita, lakini pia kwa habari ya machafuko ya kitaifa niliwahi kuyaona pia. Kwa hiyo kilichonipa mzigo ni kwamba nimegundua kuna ndoto zingine Mungu hakunipa ili nikae nazo, amenipa ili kuwajulisha watu wake ili waweze kusimama kwenye zamu zao kwa ajili ya taifa kwa hiyo ninaomba nilete ujumbe huu kwa upendo kabisa kulingana namna na namna ambavyo nimeongozwa, naamini nitakuja kuelezea baadaye. Leo ikiwa ni tarehe kumi mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ya pili ya maombi yetu ya kuombea taifa la Tanzania ili Mungu asimame kuamua haki ya taifa bila maandamano, bila kumwaga damu. Hicho ndo tumemwamini Mungu. Nilipokuwa naendelea kuwa na mzigo na kumwomba Mungu, ndipo amenipa huu ujumbe. Ujumbe huu nitauleta halafu baadaye nitaelezea pia kidogo kingine. Ujumbe ambao nimesikia ndani yangu ninaambiwa kuleta, ni kwa habari unamhusu Musa na Farao. wakati Mungu anataka kuwatoa watu wa Israeli watoke utumani Misri kwenda Kanani alianza kwa kutumia njia ya amani kabisa kupitia Musa, lakini pale ambapo njia ya, ama, ya amani ya mazungumzo iliposhindikana, Mungu aliamua kutumia njia zingine. Tunajua ile mapigo kumi ambayo Mungu aliruhusu kwa Farao na taifa lake kwa kuwa wagumu Baadaye Farao aliwapa ruhusa Israeli kwa kinafiki, maana hata alipowapa nafasi nii kukwenda bado aliofuatilia kwa nyuma. Ndipo wana wa Israeli walipomlilia Mungu. Ukisoma Kutoka sura 14, mstari wa 10, nasema hata Farao alipokaribia wana wa Israeli wakainua macho yao na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri mmetutoa huko ili tufe jangwani? Haya, nitarudia mstari wa kumi na tatu, nasema: Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hawa wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya naona wana wa Israeli kabla hawajamwambia Musa au kumlilia Musa, walimlilia kwanza Mungu, na Mungu akaamua kusimama na wana wa Israeli kuwapigania. Na Musa alikuwa hajui kwamba Mungu atawapigania kwa njia gani, ila yeye alisema kila ambacho amekisikia kutoka kwenye moyo wa imani, kaambia Bwana atawapigania ninyi na mtanyamaza kimya. Ndipo Musa akaenda kwa Mungu kuomba huko, ndo Mungu akampa njia ambayo atatumia kuwavusha wana wa Israeli na kuwaangamiza na kuangamiza jeshi la Farao. Na Mungu akamkumbusha Musa kwamba anafanya hayo kwa ajili ya utukufu wake, ili ajitukuze kupitia Farao na jeshi lake. Mtasoma mkiendelea sasa nipokuwa naendelea kuombea taifa, maana Mungu akikuonyesha ndoto za kitaifa na zinatimia, maanake amekupa mzigo usimame. Na hata nilipoanza kurekodi video juu ya taifa, si kuanza tu hivi, ni baada ya Mungu kunifunulia mimi na kunithibitishia kupitia watu wengine wawili ambao hata sina mawasiliano nao, wako huko Tanzania na hawatumii mitandao, niposhuhudia kwamba kuna watu wana ujumbe wangu. Nikampigia mke wangu, nikamwambia hebu mtafute mtu fulani, nasikia ni kama ana ujumbe wangu. Alipopigiwa akaambiwa, nimeota ni juzi hivi na hivi na hivi. Kwa ndio maana nimekuja ni hapa kusema okay. Kwa hiyo nini ambacho nataka niseme, kwamba Mungu ni Mungu wa upendo, kabla hajafanya jambo lolote, kabla hajamhukumu mtu Hua anamuita kwenye meza ya mazungumzo, kwenye meza ya toba. Kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 18 inatuambia, Mungu anasema haya, njooni tusemezane. Kuna mambo mengi yametokea kwenye taifa la Tanzania, na kuna watu wamefanya uovu. Sio kwamba Mungu hawaoni. Mungu anapowapa afya njema, anapowapa nafasi ya kuendelea kuongoza taifa sio kwamba haoni yale ambayo yanafanyika nyuma ya pazia, ila Mungu, hukumu za Mungu sio kama za mwanadamu. Biblia hii agano jipya, nyaraka nyingi zilizoandikwa zimeandikwa na Paulo, mtu ambaye alilitesa kanisa, lakini ndo huyo ambaye alikuja kutumiwa na Mungu kuliko hata mitume wengine. Nini moyo wa Mungu sio kama moyo wa wanadamu. Kwa hiyo haya ambayo yametokea kwenye taifa la Tanzania, damu kumwagika, kufungiwa makanisa, sio kwamba Yesu hayupo. Nimetangulia kusema kwamba mimi wito wangu ulianzia kwenye maono waziwazi mwaka 1998 nilipotokewa na Yesu waziwazi, kupitia sura ya yule mtu aliyeigiza kama, kama Yesu kwenye zile mikanda ya sinema Koo, nilijua kwamba huyu anayeongea na mimi ni Yesu. Amini, aliyenitokea ni Yesu. Na nimekuwa mtumishi tangu huo muda nikiwa na miaka saba. Kao, Yesu najua yupo. Sasa, kilichofanyika kwa kanisa la Gwajima, amkuwa, alikuwa hafanyiwi Gwajima, alikuwa anafanyiwa Yesu lakini ni rahisi kuona kwamba kama haku, Yesu hayupo wala hakuna chochote ambacho kimefanyika. Ni kwa sababu Mungu huwa anampa mtu muda wa kutubu, muda wa kutengeneza. Kwa hiyo ujumbe wangu huu ni kwako Rais Samia, pamoja na watu wote ambao mmehusika kwa namna moja ama nyingine, kwa vilio hivi vya watanzania wanavyolia. Mungu bado anawaita kwenye meza ya toba. Mungu ni waajabu sana, na Mungu anaweza kukupa yale unayoyatamani ikiwa utakubali kurudi kwenye meza ya toba meza ya mazungumzo. Ninakiongea hiki ninakielewa, nini namaanisha. Naomba nisome andiko hili, kitabu cha Ezekieli sura ya 33 mstari wa 14, Ezekieli 33 mstari wa kumi na nne, maandiko anasema hivi, inasema tena, nimwambie hapo mtu mwovu, hakika utakufa; kama akigairi na kuiacha dhambi yake na kutenda yaliyo halali na haki, kama mtu mwovu akirudisha rehani na kumrudishia mtu mali yake aliyomnyang'anya, akizifuata sheria za uzima, asitende uovu wowote, hakika ataishi hata kufa katika dhambi zake zote alizozitenda, hata mmoja wapo haitakumbukwa juu yake. Ametenda yaliyo halali na haki, hakika ataishi. Okay, utaendelea, mtaendelea kusoma. Kwa hiyo leo ni siku ya tatu ya maombi yetu ya siku saba, zimebaki siku tano. Mungu anawaita kwenye meza ya mazungumzo, kwenye meza ya toba na mkisikia huu ujumbe na ndani yenu mkaguswa kumrudia Mungu, kuna mambo Mungu atazuia, Mungu atazuia. Lakini kama mtashupaza, mtaona kila mtu mm, anayeongea kwa nia njema ni mbaya kwenu. Mungu atatimiza, na video yangu hii itakumbukwa, itakumbukwa, itakumbukwa. Na niwaambie Watanzania ya kwamba hamtajipigania, Mungu atawapigania. Hamtajipigania, Mungu atawapigania. Huyo Mungu aliyenionyesha akishatimiza nitakuja kurudia. Maana wakati mwingine Mungu anaongea kwa mafumbo. Hata Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi kwa mafumbo na mengine, Yesu alikuwa mfano. Hata Yesu alipotokewa na Musa pamoja na Eliya aliwaambia wale wanafunzi wake watatu kwamba msiwaambie, kwa kuna mambo mengine Mungu huwa anatuzuia tusiseme ili akitimia, ila tunatoa taarifa kwanza, ili akitimia tutasimamana. Hata zile ndoto ambazo nimeelezea, wengi wameanza kupinga kwa. Hata hiki ambacho Mungu amenionyesha sitakisema kwanza, ila nitakuja kuwakumbusha kwamba nilisema hiki na hiki, nilionyeshwa ilikuwa siku hii na hii, na Mungu amefanya hivi na hivi. Kwa sasa, huu wito ni kwa wote ambao mmehusika na uovu na kilio ambacho utekaji ambao unaendelea kwenye taifa la Tanzania. Mungu anawaita kwenye toba. Maandiko anasema kwamba Mungu hapendi kufa kwake mwenye dhambi, bali anapenda aghairi. Kwa hiyo wakati huu, siku tano hizi ambazo zimebaki ni siku ambazo Mungu anawaita kwenye matengenezo. Anaweza akabadilisha kabisa hatima ambayo kila mmoja alikuwa haitazamii lakini inabaki kwenu kuamua, ila nawahakikishia Watanzania, hamtajipigania ninyi, Mungu atawapigania. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa ujumbe wangu, na ni, ni, ni kuna video nimerekodi huko ambazo zina jumbe baadhi na ndoto ambazo Mungu amekuwa akinionyesha juu ya taifa ko nikiziingiza hapa maanake zitakula video I mean zitakuwa video hii itakuwa na dakika nyingi, na sitaki iwe na dakika nyingi. Kwa hiyo wito wangu sasa kwa kila muumini ni wakati wa kuomba, lakini kuomba kwa upendo, kuomba Mungu asimame. Ninaomba niwape challenge wa Watanzania wa wenzangu hasa watu mnaomjua Mungu, maana nyiye ndo Mungu amesema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu, nyiye ni taa. Wale watu ambao mnapanga mna mnahamasisha maandamano badala ya kuhamasisha maombi, na bado mnatumia Biblia, ambapo kwenye Biblia mnaona kuna Esther na Mordekai walipokuwa wameandikiwa waraka wa Hamani wa kuuawa, wao walienda mbele za Mungu kuomba kwanza kabla hawajaenda kuomba kwa mfalme. Sisi tunaanzia kuomba haki yetu kwa watu badala ya kuomba kwanza kwa Mungu. Esther na Mordekai waliomba kwanza kwa Mungu ndo wakaja kuomba kwa watu I mean, huyo mfalme. Kwa hiyo kuna watu ambao mnamcha Mungu, lakini mioyo yenu imeweka tumaini kwenye maandamano. Si wahukumu, lakini nawambia kwamba Turudini kwa Mungu tuanzeni na Mungu ya yeah. Mungu atasimama na na atatenda. Kwa hiyo tuendelee kuomba tuendelee kuomba kwa kwa hizo siku hizi tano zilizobaki mpaka tarehe 14, tarehe 14 ni, ni Nyerere Day siku aliyokufa baba wa taifa. Tunahitaji taifa la Tanzania liwe chini ya Baba wa mbingu na nchi. Tanzania imetabiriwa kwenye unabii wa uamsho wa Injili wa siku za mwisho. Haiwezi, lazima ibebe sura tofauti ya kimungu kama ambavyo Tanzania ilibeba sura tofauti ya kimungu wakati ule wa korona. Ninaomba video yangu iishie hapa ili nitoe nafasi kwa watu kuomba. Maombi yetu ni kwamba, Mungu tupiga p, Mungu simama na taifa la Tanzania hicho tu. Daudi aliwakuta Israeli wametukanwa na, na Goliati akasema, huyu ni nani anayetukana jeshi, anayetukana jeshi la Mungu? Sio kwamba Mungu hakuwepo wakati ule wanatukanwa, alikuwepo, ila walikuwepo, hawakuwepo watu waliokuwa wameweka asilimia mia moja kwa mkono wa Mungu alipopatikana mtu aliyeweka asilimia mia moja kwenye mkono wa Mungu, Mungu alitumia, Mungu alimruhusu aokote mawe matano, lakini akatumia jiwe moja. Siku tano hizi yawe mawe matano, na ndani ya hayo mawe matano ma, mini, siku tano Mungu ataleta ushindi ndani ya siku moja Amen. Nihitimishe kwa maombi. Mungu, asante kwa kuniwezesha ujumbe huu ambao umebeba mwaliko wa kitaifa kwa ajili ya kusimama kwa njia ya kimungu kwa taifa la Tanzania. Mungu uliye hai, ninakuita Bwana, usimame katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kama Mungu ulivyonionyesha, ulivyoonyesha, ya kwamba umeniita kusimama kwa ajili ya Tanzania na ukaniweka niwe mlinzi kwa taifa la Tanzania. Baba, sitalinda kwa bunduki, na kama ile fimbo ya chuma uliyoionyesha Bwana, umeweka mikononi mwangu. E Bwana, ninaomba liwe neno lako, ili dunia yote ijue kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana, na kwamba una sifa zote za kuwa Mungu na kwamba wewe ni mwana Mungu na njia pekee ya kweli na uzima ya mtu anayetafuta kwenda mbinguni kwenda kwa Mungu Yesu haya yote utafanya sio kwa sababu ya akili zetu, bali kwa ajili ya jina lako ili utukuzwe Bwana Yesu, kwa ajili ya uamsho wa injili ambao umeutabiri umekusudia taifa la Tanzania, taifa la Tanzania, taifa la Tanzania liwe nuru, liwe taa kwa ulimwengu, kwa bali ya kuleta injili ya siku za mwisho. Mungu liye hai Ninaomba, ninaomba Bwana utusimamie. Umeahidi ya kwamba kwenye siku za mwisho utaleta uamsho ambapo injili itahubiriwa pande zote. Mungu naamini unatimiza. Asante Mungu kwa sababu unaweza. Neema yako Mungu ikazidi kusimama na mkono wako ukazidi kuonekana. Na sasa Mungu simama, ujitukuze mwenyewe. Ninaomba haya na kuamini kwa jina pekee la Yesu Kristo, amen. Mungu awabariki sana, lakini ninaomba ni- nielezee hii ndoto i, i, iwe kama hitimisho. Nakumbuka ilikuwa tarehe ishirini na ilikuwa tarehe ishirini na nne mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano ambapo kwanza ilikuwa tarehe ishirini na moja mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano nilipoamua kuomba kwa mzigo, baada ya kwamba nimeota ndoto Askofu Gwajima I mean Laisi Kikwete anaagiza Askofu Gwajima akamatwe, alafu ninaamka nakutana na hizo taarifa kama nilivyoota. Nikajua Mungu ananionyesha kitu cha kufanya, Mungu ananionyesha nisimame kwenye zamu yangu kwa, nikaamua kuomba tarehe 21 mwezi wa 6 2025 niliomba usiku kucha nikapumzika saa kumi na moja kasoro. Basi huo muda niliyopumzika, mimi ninaomba nikiwa Dar es Salaam, mama mmoja ni mwanamaombi mwenzangu yuko Masumbwe, akashangaa saa kumi na moja, saa kumi hivi, saa kumi na moja inaelekea, akawa nasikia sauti yangu ninaomba juu ya taifa, mpaka akatoka nje akasikiliza, kwamba Musa, mm, mm, mbona nasikia sauti ya Musa? Basi aka, akaja kunitafuta kwamba, mm, nimeshangaa yani, nimeamka alfajiri kuomba nasikia sauti yako, yaani sio maono. Akasema na hii kitu imewahi kunitokea tena, hii ni mara ya pili. Nikamwambia kweli, nilikuwa na mzigo wa kuombea juu ya taifa. Sasa tarehe ishirini na nne mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano mmm, nikiwa kwenye maombi ndo nilipoota ndoto ambayo kwamba lile shamb, kuna shamba la umma la mpunga ila kuna watu wachache wamejimilikisha na wamefuga mbwa wa kisasa, ili ukilikaribia hilo shamba wakushambulie. Kwa hiyo nikasimama kwenye zamu yangu mpaka nikamuua mbwa mmoja. Mwanzoni nilitumia njia ya kupanda kwenye mti lakini ikusaidia kupiga, kutumia mti kupiga lakini ikusaidia. Lakini posimama kwa mikono yangu nikaweza kumuua yule mbwa. Mnakumbuka habari ya Musa alipoinua mikono yake kuomba akiwa na akina Haruni na Huri kule mlimani, ndipo Israeli walipopata ushindi kupitia Joshua maana yake Mungu alikuwa ananikumbusha kwamba njia za kibinadamu hazitaweza kutupatia haki kama Watanzania, bali tukisimama na Mungu kwa kuinua mikono yetu kwenye maombi. Kwa hiyo Mungu amekuwa akifunua, na baada ya hayo kumwua huyo mbwa, nikashangaa Gwajima anakuja ili tupigane. Ila nikamwambia, mimi na wewe hatupasi kupigana, tukawa tumeshikana mikono. Kwa hiyo ninaachia hapa, ndoto nyingine nitakuja kuelezea baada ya siku zile tano. Mungu awabariki sana.